Uu, nimekuelekeza ya kwamba tufanye tathmini ya wizara na taasisi zake kuhakikisha tuna watu ambao na wenye weledi wa kuhakikisha wanaweza kufanya kazi. Sina mashaka, tuna watendaji wazuri wanaofanya kazi, lakini kwa mtu ambaye tunaona hapa, wewe ni mlegevu, hautufikishi ambapo tunataka tufike, tutakuondoa. Hakuna lugha nyingine, tutakuondoa kwa lugha nyepesi ambayo nataka niwaambie kwa watendaji wenzangu, tulinde nafasi zetu. Wewe kama mhandisi, linda nafasi yako, wewe fanye kazi, wala hatuna sababu ya kumleta mwingine. Lakini tunakuona kazi ambayo tumekupa hauifanyi, tutakuondoa. Hamna eh, lugha nyingine bwana, tutakuondoa. Fanye kazi, na sisi tutawasapoti, ili kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. La pili ambalo nimelielekeza leo tukamilishe miradi tuliyoianza. Upo utamaduni wa kutaka kufanya mambo mengine wakati haya ambayo tumeanzisha hatujaamaliza. Twendeni tukakamilishe miradi ambayo tumeianza. Natambua kabisa tuna miradi zaidi ya elfu moja ambayo tumeijenga katika maeneo mbalimbali mjini na vijijini. Kazi ya kwanza kwenda kukamilisha miradi ambayo tumeianza. Ni waahidi wananchi wakika, wa Mkinga na Mheshimiwa mbunge, sisi kama watendaji wa Wizara ya Maji tutafanya kazi 24 hours. Tunajikomiti kuhakikisha mradi huu utakamilika kwa wakati na tutasimamia ubora. Kama mnavyoona mabomba yameshushwa, lakini heka heka ni nyingi, ila unaona bado yako katika ubora wake. Kwa hiyo tutatarajia kusimamia ubora wa kazi na kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji. Ndugu zangu, ndugu zangu wananchi wenzangu, katika tafiti iliyofanywa changamoto kubwa inayotukabili sisi wananchi wa Mkinga, pamoja na mambo mengine, zaidi ya wananchi asilimia themanini wamelalamikia hali ya upatikanaji wa maji, acha huduma za afya acha elimu, lakini hili la maji, Mheshimiwa Waziri, ndio changamoto yetu kubwa sana. Mradi huu kabla haujaanza kutekelezwa, upatikanaji wetu wa maji sisi wananchi wa Mkinga huko wastani wa asilimia 60 mpaka 69. Tuna imani kama alivyosema meneja wetu wa mkoa wa Tanga UWASA, mradi huu ukikamilika upatikanaji wa maji katika wilaya yetu ya Mkinga utafika zaidi ya asilimia 88. Ninaishukuru serikali yangu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mradi huu ulioletea. Tunamwombea rais wetu, Mwenyezi Mungu ampe hatua, aweze kutukamilishia jambo hili kwa wepesi. Na wakati tunapata shida sana ya maji, tunakunywa maji ambayo si salama. Tunamwombea Mungu, waziri wa maji, Jumaa Aweso, afanye bidii zake zote tupate maji salama. Maji tunayokunywa, tunakunywa pamoja na nguruwe.